Nasemacho yoyote, aliyewekwa ndani ya kaburi yoyote, aliyewekwa ndani ya kaburi, napasua makaburi yote, napasua mapasua, napasua makaburi ya kwachie, makaburi ya kwachie kwa na walinzi waliyewekwa wakulinde, na afyeka, na afyeka, na afyeka kwa jina Yesu. Kwanzia leo, kwanzia leo, au tazikwa biashara haitazikwa, afya haitazikwa, emsema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Biashara yangu haitazikwa, kazi yangu haitazikwa, duka langu haitazikwa, afya yangu haitazikwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, biashara yangu Haitazikwa tena, ndoa yangu haitazikwa, mafanikio yangu hayatazikwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, masomo yangu hayatazikwa, elimu yangu haitazikwa, watoto wangu hayatazikwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na hiyo hivyo, kwa jina la Yesu. Mshangilie Bwana kwa makofi, haleluya! Ni kuombe ukae majeshi, majeshi ya kwapi majeshi? Ni kuombe, ushika sadaka yako tumtolee Bwana. Kila ibada huwa ina sadaka na sadaka inaonyesha moyo wa shukrani kwa Mungu kwamba Mungu, asante kwa kuwa biashara yangu imeshatoka ndani ya kaburi, kwa kuwa kazi yangu imeshatoka ndani ya kaburi. Shika sadaka yako mkono wako wa kuume, nami nitaenda kuomba Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu ali hai, namwombea mwanao huyu ambaye leo kwa nguvu ya ufufuo imeweza kumtoa ndani ya kaburi, imeweza kutoa biashara yake ndani ya kaburi, imeweza kutoa duka lake ndani ya kaburi. Kama vile nguvu ya ufufuo ilivyomfufua Yesu katika kaburi, naye akatoka ndani ya kaburi, ndivyo kwa nguvu ya ufufuo, ambaye mtu huyu imeweza kutoa chochote kilichowekwa ndani ya kaburi, Baba, katika jina la Yesu na muombe akiwa ameshika sadaka yake, mkono wake wa kuume anakutolea Bwana sadaka ya moyo wa kupenda Bwana. Kwa sadaka hiyo mafanikio yaanze kutajwa kwenye maisha yake, aanze kustawi, aanze kufanikiwa. Akianza chochote kifanikiwe, akianza biashara ifanikiwe, akianza genge lifanikiwe, akianza duka lifanikiwe, kwa jina la Yesu. Na achilia baraka, na achilia uzima na china ya mafanikio juu yake katika jina la Yesu. Amen, tumtolee bwana sadaka nikiwa nakupa matangazo. Jumatano tutaendelea na ibada yetu na baba yetu atakuwepo. Haleluya! Jumatano tutaendelea na ibada yetu na baba yetu tunayempenda atakuwepo, hivyo usipange kukosa. Jumatano uje na mtu mmoja Haleluya, itaidi uje na mtu mmoja, na baba yetu atakwepo na ibada yetu itaendelea kama kawaida. Haleluya, haleluya. Na leo tutakuwa na mkesha kesho, tutakuwa mkesha, siku zote tuna mkesha hapa. Kwa hiyo Jumatano ibada itaendelea, Alhamisi ibada ya vijana, Ijumaa baba yetu atakwepo. Na Jumapili tena baba yetu atakwepo. Jumatano usipange kukosa. Baba akaniambia kabisa atakwepo mwenyewe. Haleluya. Basi inamisha kichwa chako nikuwaage. Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo Mwana mwanamhai, namwombea mtu huyu nikiwa namwaga kuelekea nyumbani. Namfunika kwa damu ya Yesu. Kama vile kwa nguvu ya ufufuo alivyoitumia akatoa ndani ya kaburi ndivyo Bwana, kuanzia leo vyote vilivyotoka ndani ya kaburi vianze kustawi kwenye maisha yake. Naachilia baraka za Ibrahimu, Isaka na Yakobo ziwe juu yake, na naachilia baraka za baba yangu ziwe juu yake kwa jina la Yesu. Afanikiwe mtu huyu, namfunika, namlinda na, na, na adui yoyote. Huyu hatakufa roho ya mauti na kurudisha kwa yule aliyekutuma, bali kwa mtu huyu hatakufa bali ataishi, na mtuma malaika wa kutengeneza njia awatengenezee njia wafike nyumbani kwa usalama, katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Amen. Basi twende nyumbani kwa amani ya Bwana, saidiane kukusanya hivyo viti, ibada yetu imeishia hapa kwa lehi.